Huyu nini inaendelea? alichukua nn nikuchukua. Huyu mama tumuombee. Kuna watu ambao wamemoa kupigana na hii familia na kuisabaratishi, lakini nasema washindwa mahali walipo. Yote ambaye anainua vita juu yako na ashindwe katika nasa baratiki. Yeah. Tunaisho sisi. Unajua yeah. Watu wanaweza kuangulia na wakuchomea kwa nyumba. Sijui kama unajua hivyo. Yeah. Kuna watu wanaweza kuwa hata wakupee sumu. Si kuna pasa walimpea sumu Fadha? Yeah. Fadha. Fadha amemaliza kuhubiri, sijui akapewa pesa fulani na Ruto kama milioni tatu Mafadha wenzake wa na watu fulani wakampangia, wakaenda wakamnunulia chakula chakula, kumbe ilikuwa na sumu. Wakaanza kumpiga wakafikiria amekufa, wakamweka mali kwa gari, wakaenda wakamtupa kwa barabara. Sasa mtu fulani akamuona, wa pikipiki ule, akamwambia mtu wa pikipiki, ndio huyo fadha. Akamwambia, hawa watu wamenipiga, wamenifanya hivi na hivi na hivi na, akamwambia nipeleke hospitali, sababu wameshanipea sumu. Ule father akienda kufika hospitali alikuwa ameana tayari. Sema shetani ashinde, sema yeyote anayenipangia mabaya mahali popote alipo asambaratike katika jina la Yesu, hata tusipatane na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu ambao wanaweza kupangia kitu, sijui kama mnajua hivyo kuna mtu ambaye anakuchukia, si umesoma kumshinda? Si uko na mwili mzuri kumshinda? Si eti uko na pesa kumshinda? Sasa wale wanataka kupiga huyu mama, oh mama, ni nini uko yako, maa iko na vita. Sina kitu, kuna watu wanataka kusambaratisha na wasambaratishe watoto wako, okay. Uhakikishi huko na hakuna mtoto wako atabaki hapo alikuwa maana kidogo, mtoto wako unayemtegemea wako mwingine anavuta bangi, naye amesema shule nimewapeleka college wamemaliza, wanangoja ku graduate, lakini wale majirani wataki kuona hawa watoto wa kinawili, majirani maishani sasa, wameingia kati hata hata, baada ya huyu kupigwa, kuna ujumbe uletwa, nikaambiwa ati wamepanga, wanakuja kunichomea. Ndipo sasa nikakupigia simu, ukaniambia wanataka kukuchomea eh, kwa nini? Na ukaniambia katika jina la Yesu haitachomwa, na ni kweli haitachomwa, nashukuru Mungu. Lakini kuna watu walikuwa wamepanga, walikuwa wamepanga before nipigie, eh Wakasema kwako wanakuja wachoke, na wanatafuta huyu, watakutana naye, wataenda naye wamuue, na wakuje wachoke. Hivyo ndio wanasema, hivi ndio walikuwa wamepanga. Lakini nataka uniombee, jioni sioni sioni kitu, hawajarudi, hawajarudi. Si anayepangia huyu mama mambo mabaya, aidha wanyang'ane shamba ama amalize hao watoto sinashindwa katika jina la Yesu. <laughs> Sababu hata wako mtoto hata kama amekosea si anafaa kupelekwa polisi yeah. Walisema sasa, huyu walimpigia nini? Walikuwa wanaishi nyumba moja, alafu huyu akachukua ka baiskili, roho ro, mbaya, akamtuma akamwambia aende tingoro kwenye hakuna mtu wetu wa familia ati. Vile alienda kalala kwa sijui kwa baranda, vile alikuwa amechoka sana, vile alilala eh, akaweka baiskili kama amesimamisha vile. Aliamka akakuta baiskili hakuna, ilibidi mm -hmm. arudi mtu hata wamama wengine ndio walimhurumia wa PCA. Wakamchangia shilingi mia sita ndio akarudi nyumbani. Sasa mimi ni kitu saa hii ndio nilishtukia ndio mtoto ameingia. Alikuwa ameenda wapi na baisikeli? Ati alikuwa ame roho, nimemwambia aende Timboro, na De... ya, ya ya marafiki zake. Oh, marafiki zake zake mm. mm. Akaenda na ile baisikeli Timboro. Wapi? wengine watu. Uh -huh. Kwa hiyo alikaa siku kadhaa mimi bila kujua kenye yako. Lakini uh -huh. wakati alikuja usiku kitu saa nne ndio nikajua mtoto wangu ako na ako mzima. Eh, ndio alipotea siku ile. Eh, alikuwa anapotea siku ile. Na akaenda kabisa. Mhm. Mm. Aya, karudi sasa. Akarudi. Uh -huh. Uh -huh. Sasa kesho yake ndio alikuja. Wakasema aliiba pikipiki na beskeli. Eh. Na akauza nani marafiki zake sasa? Uh, na -huh. ni uh marafiki -huh. zake. Walienda wakampiga wakampiga, walikuwa wamempeleka mtoni, inaonekana mtoni. Mwingine alikuwa na roho akasema, kijana alikuwa na roho mzuri, akasema itakani tumrudishe kwa mtoni e. Sasa ndio wakaamua sasa, wakampiga waka walipiga na mapete zingine, mapete zi zi kubwa na na kachuma ka, kengine yani, kama waya ndio walimpiga naye sana. Mwingine naye akasema, mnashinda mkihangaika hapa na, na niko na daga Akaambiwa iko hapo hiyo daga, akatoa kwa mfuko, mmoja mmoja mmoja alichukua. Sasa ndio akamchinja, kichwa akinama hivi, mtaona amekatwa kichwa. Sasa sielewi hata hiyo kichwa. Unaona hapa? Ni nyama zipi zipelekwa wapi? Kama hapo walikata wakamweka nini ndani? Walikuwa watu wangapi wote? Walikuwa watano ndio walikuwa wanamfanyia hiyo mambo yote. Na ni marafiki zake. Ni marafiki zake na baada ya kumfanyia hiyo kitu yote, wakaambiana yeah, huyu mtoto tuwezi muache kwa barabara, tumrudishe mpaka kwao. Sasa vile walimrudisha wakapata limefika. Sasa nikwambia, ni nini mmepigia mwanzenu? Ni, ni alisema ali, alichukua baiskeli wakasema yeah, alisema alichukua. Na nikaambia kwa nini mmechukua uamuzi mbaya? Simu ningekuja tuongea, hata kama ni kazi afanye hiyo anaweza fanya kazi anafanya angefanya kazi naaa, wakasema wanataka wanataka basikeli yao na wanataka wanataka pesa wanataka pesa. Sasa tukakaa chini mpaka tukaandika barua, wakasema wanataka shilingi elfu. Sasa wakaambia, hata nikwambia, hata saa hii mnasema mnataka hiyo elfu na ni mgonjwa ni hospitali, tutampeleka ama amtafanye nini? Wakasema sisi mambo ya hospitali sisi hatuko ndani, sisi hatuko ndani, mambo ya hospitali, wewe mwenyewe shughulika na mtoto wako. Sisi bora tumekurudishia, tumekurudishia, lakini elfu yetu ile atutafutie. Kwa hivyo tumempea kuanzia saa hii mpaka mwezi wa nane apone kwanza, alafu atutafutie ile pesa. Mwezi wa nane tarehe ishirini na tatu ndio mm? tutakuja kuchukua pesa ya baiskeli. Kwani hawa watu wako na nguvu wazi, sasa sielewi.

ukachukua ukaenda nayo ukauza, ama ikaibiwa. Ulienda ukachukua baiskeli ukafunga mahali na kamba yeah. Na ni wapi huko ulikuwa umeenda? Hizo masiku zote ukuwa unajielewa

Siku tena tumuombea hizo maroho zinazo toka kumaliza zishindwe. Achukue besikeli ya mtu aende achanganyikiwe aende na mali kwenye anaenda ajui wapi halafu warudi. Kwa wale watu tu ambao walikuwa wanamtafuta, Bwana Yesu apewe sifa. Hii Roho ya mauti tutakuombea, roho ya mauti ishindwe kwa Mungu, na roho ya mwanangu. Tukombe hiyo roho ya mauti ishindwe na Mungu, akutenganisha na hao watu kuna watu ambao ukikaa na wao watakumaliza, sababu ndio marafiki zako. Bwana Yesu apeze. Ule fadha angejua angekaa na mafadho ma wengine kama wale walimpea mpaka sumu. Praise the name of the Lord. Angejua hao watu ni wabaya, angekaa na wao. Wangempeleka kwa hoteli, wanunulie chakula na washaweka sumu na akule. Sasa elewa hivi kuna watu ambao inafaa ujitenganishe na wao, au marafiki ambao ndio wabaya, watu wa blackmail na nini. Umenielewa mwanangu, tukuombee ujitenganishe na hao watu, na tukuombee uende uishi maisha yako mbali na wao, ukitaka kuwa na ufanisi. Uame hapo, umenielewa mama, tutamwombea ame. Mahali yapo wanakaa, sababu watu wanakaa mahali yapo, si watu wazuri. Kuna mahali ukikaa Unakana wakona peke yake, wezi wa mabunduki. Siku polisi watakuja, si mtashikwa na wao tu? Sababu, hawa ndio mnalala na wao. Hawa ndio mnaishi na wao. Hakuna mtu atajua ya kwamba wewe si mwizi ukikaa na wezi. Wanaishi wa sifiri. Ukikaa, ukienda kukaa na wale watu wana, wanafanya ukaaba kule paradise ama wapi? Na umekaa na wao na umevaa kapu Alafu wakija kushika uwaambie polisi mimi siwajui hawa. Si so, utashikwa pia na wao. Ni kweli ama si kweli? Sababu hata vile umekaa, unakaa kama nani? Haya vile umevaa, umevaa kama nani? Sasa hata kama huko na wao na una uhusiano na wao, bora umekaa na wao, bora unakaa mahali wanakaanga. Umenielewa, mwanangu? Sasa kuna watu ukikaa na wao watakuletea mambo mengi. Watakuingiza kwa maroho za kuanza kuliveji walikupiga hata hata uanze kuwatafuta, eh. Umenielewa? Sasa hizo mapepo zikishapoingia zitafanya io uwe muuaji, sababu uwe muuaji pia zitafanya uwe mwizi kama wao. Umenielewa? kitu ambacho tutakuombea Mungu akusaidie uachane na hiyo kampani yao Usiwe rafiki yao na usiwe na uhusiano na wao na, na ikiwezekana, uame hapo kwao, wende uishi maisha mengine, sio ndio? Itamsaidia huyu. Ni vizuri hivyo ama si vizuri hivyo? Umenielewa hivyo mwanangu? Ya yeah, nitakuombea na uwe na maisha mazuri, na yote ambaye anapanga kukumaliza aidha kwa upanga, aidha kwa vita, aidha kwa njia yoyote, tunasema na ashindwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona wewe, na ule mama hata ni ile ule mama mgonjwa kuliko wewe, ule mama kwa afadhali kukushinda. Sasa kama wewe, watu wanapanga kukumaliza, isipokuwa tuliomba nao, mama, walikuwa wamekupangia mambo mengi mabaya, lakini naamini hiyo mipango yao itasambaratika kwa jina la Yesu. Huyo kijana hawatamfikia. Mungu akupone, upone miguu, upone upone hiyo vi, vita wamekupiga na hiyo mapanga wamekupiga, takuombea na utapokea uponyaji sawa. So, sa, lakini ukipona uje kwa uje kwa madhabahu pia, uachane na wao na wao, uende uishi maisha yako kivyake. Umeelewa mwanangu? Sawa so, umeelewa. Hivi kuna jambo lingine hata uvuti bangi, walikutafuta kutoka wapi? Ndiye anawaita anawaleta kazini yako sasa. Okay. Nimeelewa, lakini wewe mtu mzuri, ukitaka uwe na ufanisi, uachane na nao wa watu na wewe mtu mzuri, ufanikiwe. Kama wazazi wako walihangaika hivyo vyote, usikubali kuhangaika, ujitafutie maisha mazuri na Mungu atakupea, sawa? Atakupea eh. Yes gani hata jana jana alikuwa anatafuta huyu huyo, ndiyo amefanya huyo ndiyo amefanya huyo akapigwa. Hapana, huyo ni mwingine. Sasa pia sasa alikuwa anatafuta huyu jana, akitaka kumwonga mimi kama niende kuokoa huyu. Nikakuta wame- wamegongana na baba yake. Sasa nikakuta wanashikamia mashati ehh, na nikaomba Mungu anisaidie, nika- nika- nikajipa nguvu ye na babake eh, huyo kijana ehe, nikaji nikajipa nguvu Nika nika shika baba yake nikamrudisha kwa nyumba na huko nikamtoa hivi. Wakaenda wakalala. Kwa hiyo saa ile, saa ile huyu kijana alitoka hivi. Nilisikia uoga nyingine hadi mpaka mwili kachemeka. Nikashindwa huyu kijana ako na nia gani? Juu alikuwa anatafuta huyu, baada ya kutafuta huyu, kabla kutafuta huyu amerudi ame kwa baba yake. Nika ilibidi baba yako ni mahali ya vita tu. Eh. Nikabidi nitafute viketi nika na funge mlango zote. Ndio atilisia kama atagonga mlango akute hiyo kitu iko kwa mlango. Lakini sasa ile nilienda kujiogelea, kitu ya kwanza nikaomba, nikaambia Roho Mtakatifu kunilinde kufikia saa hii wane, ndio ko na uamuzi wangu wa mwisho. Nikaomba, niliomba sana, na baada ya kuomba Mungu akantia usingizi. Kwa hivyo siku hangaika usiku nilijikuta salama. Asubuhi na nikakuwa naie lakini sasa asubuhi, kabla sijafanya kitoto nikaenda kwake, nikamwambia nikamwambia, James, umeamka salama yaani, si unaona kitutia moyo, umeamka salama. Akaniambia nimeamka salama. Nikamwambia leo si tutaenda kanisa ni? Akaniambia ni siendi kabisa, siendi kabisa. Nikamwambia lakini ile mambo ya jana, si usamehane na baba yako? Akaniambia hata siokee ni uwe baba na. Akashika kitu, akafunga mlango, akaenda jua analala kando, akaenda

watoto kwako, tuangalie mama damu zaidi, lakini si watoto mama, wakombolewe kwa jina la Yesu, amen. Mungu, asaidie watoto wako, asiishi hapo maisha. Sema wangu wa sema, watoto wangu, chochote ambacho siwezi kuwapa, Mungu wangu awape, kwa jina la Yesu. Sema watoto wangu, chochote ambacho siwezi kuwapa, Mungu wangu awape, kwa jina la Yesu. Wangu. Wangu. Wangu. Wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa maybe maisha ya mama, unaweza elewa, elewa yale anapitia. Sasa watoto wanainuka tu kivyao, kila mtu napigua, eh, na mambo yake tofauti. Huyu anapigwa lakini kuna mwingine anasema inafaa amuue. Sasa na community nayo na watu wa community, mko hapa waraka, si mko hapa wote? Hii ndio mnatafuta nu mama zina Kasarani tofauti mm. sasa huyu <laughs> wanamwekelea nini, ndipo sasa wanamtafuta community huu na community zinatoana wapi? e, Hata kama ayuko, hata kama ayuko. Hata kama ayuko hata kama ajatoka kwa nyumba ukiibiwa e, kwa hiyo e, kijiji e, pale kasarani e, wanasema ni huyu. Wana sasa huyu, ukitaka kumsaidia umtoe hapo aende mahali pengine, si ashamaliza shule mwezi, mwezi wa kumi na moja? najua shetani e, ni mbaya, sema shetani ashindwe. <laughs> na nataka asaidie mzazi wake, lakini anangojea graduation. Bwana Yesu atoe sifa. Usishangae siku moja ukiona ndugu yako anangojea graduation na anafaa kugraduate next week, leo amegongwa na gari, amekufa. Usiulize hilo lolendo gani, elewa. Ndio hii. Kuna mtu anaelewa kitu mahali. Mtoto wangu anafaa kufanya graduation next week, lakini amekufa hii wiki na huyo ndio mlikuwa mnategemea nyinyi wote kama hiyo goma sasa uelewe ya kwamba kuna maroho za kundu zinapigana na nani zinapigana na nini zinapigana na nyinyi Bwana Yesu wai utaangalia watoto wanapiga huko nyuma wanacheza na Bwana Yesu asifiwe mtu anangojea graduation mwezi ujao lakini huo mwezi tu kitabofike. Kuna watu mpaka community imeamua huyo mtu mpaka afanye nini, mpaka auliwe. Na hakuna kitu, wameidia beskeli ya shilingi elfu nne ndio inafaa huyo auliwe. Eh, beskeli! Wameandikiana mpaka ni shilingi pesa ngapi? Hiyo tu ndio amepoteza, lakini sasa inafaa auliwe sababu ya elfu nne na ni mtu anaenda kufanya graduation hilo tunaegemea, naishindwa kwa jina la Yesu, zinangoja. Na ikishindwa kwa huyu, hata unasema naishindwa. Kuna mtu anaelewa kitu mahali hapa, wapewe sifa. Kuna maroho za kifamilia zinangojaga, zinangoja. Sasa hii ndio tunaandikiana. Hii ni maandishi ya vijana na hii vijana wenye walikuwa hapo nikawaambia waandike majina yao na namba zao za simu, ndio wakati pesa itapatikana ni tutawaita. mm -hmm. Hiyo iyo tarehe 23 na nini, nikiwa shosh nikaandika hapo. oh mm -hmm. Kwa Joseph waredi, mpaka unaandika we mwenyewe. Yani mimi nikiwa shoshi nimesaini huyu huyu shosho, Mungu amuombee kwa hii huyu, kwa hii huyu shosh, anafaa kuwa anapitia kitu kama hizi. Bwana Yesu asifiwe wende uzeweke ukizeweka, uanze uanze kuandikana kuchukana. Izisema hizo, nakataa katika jina la Yesu. Kuna mtu anaomba familia yake isiwe hii isiwe ya mateso kama haya na mahangaiko kama haya. Watoto amewasomesha vizuri mpaka wana graduate, lakini sasa kuna maroho zile zinakufuata zile zilishakupangia, lakini naamini kupitia madhabahu utafunguliwa sawa, mwanangu, takuombea ufunguliwe na hawa watu, wende uwachane na wao kabisa, ikiwezekana uhame mahali hapa, ndio wende ufanikiwe mahali kwingine. Si watu wote wanaishi Langas, banyelewa, hii dunia iko na watu 7.8 bilion bilion hii dunia iko na watu bilion, na hii dunia ni kubwa, hakuna mahali uwezi ukabarikiwa ukiwa hata Mombasa kuna watu hata Nairobi kuna watu, si ni kweli? Sasa si lazima akae na hao watu ambao wanampangia maneno mabaya kila wakati, lakini ndio uweze kuwaidisha. Tutakuombea Mungu akupe kibali, wende ufanye bidii. Wale walitaka kukuua ukiwa mdogo, wakipatana na wewe wapatane na maisha yako kama ilivyobadilika. Situmwombee hiyo kibali kwa jina la Yesu. Wale walitaka kumwangamiza akiwa mdogo, siku nyingine wakipatana na yeye na na kama maisha imefanya nini imebadilika. Ime wanaishi wapewe sifa. Ime badilika. Ime badilika. Wale walisema hutaolewa wa, wakipatana na wewe umeenda na watoto wako na bwana yako nyumbani kwenu, na no no, walikuwa wamesema uolewe. Si watauliza waganga wao na wachawi wao, mbona mliachilia huyu? Sasa amekuja mpaka na gari na amekuja kujengea mama na amekuja mpaka na watoto Anayekutakia uabuke na aibike katika jina la Yesu. Nasema aliyepanga kuangaika kwako kwa na kifo chako na mambo yako mabaya aibike katika jina la Yesu Kristo. Anayengojea hukufe aendelee kungojea milele na milele, angojee milele na milele yes, lakini roho ya mauti haitakuwa na uwezo kwako. Bwana Yesu asifiwe! Yes. Huyu mama tutamwombea. Mungu akupe kibali na hii vita akupiganie kupitia mamabau inoni mikono kwake, mwelekezee, sema roho yote <tipatikana> inayowinda maisha yake, sema roho yote inayompeleleza ikitaka kumwangamiza ishindwe katika jina la Yesu. Mwambie apokee uponyaji na atenganishwe na kila mtu anayemtafuta kwa njia mbaya katika jina la Takuombea mwanangu, nakuombea uende ubarikiwe, hii vita ikuondokee. Wanaokutafuta kwa mabaya, wanaokungojea mahali fulani, wanaopanda mambo yao, haitatumia juu yako. Ubarikiwa na uwe na maisha mazuri, vita ikuondokee. Waliopanda mabaya juu yako wasiwe na uwezi. Nyumba yao mama ibarikiwe, Mungu wafungue njia, akupe kibali ya kutenganisha na wale wanakuwinda eti ndio ninayotaka kuamini. Kuamini wanaji chini na wasimulini. Asante mwanangu, kae na ufuate maombi sawa? Ufuatie maombi na Mungu atuwezesha, lakini naamini Mungu atakufunika na